Amshukuja ama roho yangu haioni kuna shida ya kuwasiliana na yule mtu ninawasiliana naye, awe chizi anaokota matakataka, kwa sababu pia ni mtu, ni binadamu, anahisia anaakili huenda anapitia matatizo ambayo yale matatizo yamemfanya kufika namna hiyo. Wengi sana huwa na wahoji, ni nini kimewafikisha pale? Majibu ni yale yale, mawazo mawazo, kupitiliza msongo wa mawazo. Inakuwa ni kama kitu ndoo, ukiijaza sana haiwezi kufunga. Puto ukiijaza sana linapasuka. So nadhani kuna namna Mungu alituumba ambayo kuna point ambayo tunatakiwa tufike, na ile pointi tunapofika tunahitaji msaada. Wale ambao wanashindwa kuomba msaada huwa mara nyingi wanajikuta wanapotea, kwa sababu anamfikiria mtu atamwonaje kabla hajajifikiria yeye anaweza akajiokoaje. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwa watanzania wenzangu, hata kwa wananchi wenzangu wa nje, diaspora, cha muhimu ni kuweza kujua nini kinakutatiza na kutafuta msaada unajua. Alafu sasa hivi Tanzania tumeprogress sana, kuna therapists, kuna psychologists, kuna organization mbalimbali NGOs ambazo zinasaidia watu ambao wana matatizo ya afya ya akili, na mi sidhani kama ni kitu cha kuonea aibu, kwa sababu ni gonjwa kama gonjwa jingine. Mtu kuwa na stress kupitiliza ni gonjwa, kwa sababu unapozidi kuongeza zile stress, zitafika muda zitakuchosha utaanza kuumwa kichwa, utaanza kuumwa viungo, vya mwili vyote hivyo vinaendana na kutunza afya ya akili. Watu ambao hatuwategemei kabisa, unakuta mtu alikuwa yuko very normal, anafanya ishu zake, lakini all of a sudden tunamkuta sio, it's not the same person. Kwa hiyo ni sio jambo la kuchekana wala sio jambo la kusema kwamba uh, umwone mtu ambaye anapitia hii hali kama ni Uh, ni mtu ambaye labda me, pe, pengine amechanganyikiwa, kwa sababu hata we, wewe pia ambaye unakuwa una, una make fun na wewe pia inaweza kukukuta kwa namna moja au nyingine, kama sio leo, basi kesho. Mtu anaweza kuambia anapitia stress, lakini stress ni kwa definition yake, kama ukichukulia labda kiutaalamu, washangaa labda mtu po depressed, lakini anaweza kusema ipo stress, lakini ukiangalia hivyo ni kwamba yeye hajui anacho kihisi anachojisikia, lakini yeye anaona ni kwamba ni ile kwamba hali ya kuwa na changamoto ambazo hauwezi kupata majibu. Lakini kwa njia hii pia unaweza kujigundua kwamba majibu sio lazima uwe wenazo we hapo, hata mtu mwengine wa pembeni anaweza kuwa nazo, ni ile kuchukua muda wako kukaa chini